Nawahakikishia ndugu wanabukene wote, kwenye uongozi wangu wa miaka mitano, miradi yote inayokuja ndani ya jimbo la Bukene, sitatoa nafasi hata ya dakika moja ya mtu yoyote kuhujumu miradi yetu. Hatuwezi kuwa na miradi ya majaribio kama ile lami mnaoiona pale sisiemu we sisiemu safi. Nitahakisha kuwa wale watu wanaohusika na masuala ya maendeleo ndani ya jimbo la Bukene, watumishi wa serikali pamoja na wakandarasi, tunasimamiana vizuri na kuhakikisha miradi tunayoianzisha inakuwa kamilika kwa asilimia 100. Ndugu wananchi, tunao miradi mingi, tunao miradi ya bomba ya mafuta, tunao miradi ya barabara ambayo tunatarajia kwenda kuzijenga kama nilizozitaja, tunao miradi mingine ya maji ya ziwa Victoria. Hiyo ni miradi yote ya kitaifa na kubwa, na faida kubwa ndani ya jimbo letu. Naweza nikawapa faida mbili kwa kuna sheria ilianzishwa. Sheria inaitwa Local Content Act. Sheria hiyo inawataka wakandarasi wanaofanya miradi mbalimbali mbali kwenye maeneo kwenye vijiji na miji mbalimbali waweze kuwahusisha wazawa kwenye miradi hiyo. Wazawa oye, wazawa safi Aki. tunao vijana wenye nguvu wenye maarifa walioko tayari kufanya kazi. Jana nilikuwa uduka pana, lakini pia na wao walilalamika kwamba vijana wao hawapati ajira kwenye miradi inayoendelea kujengwa ndani ya jimbo la Bukene. Nitahakikisha kuwa vijana wetu ndani ya kata yetu ya Bukene na jimbo letu la Bukene wanapewa kipaumbele kwenye miradi ya SGR, ili waweze kushiriki ujenzi wa reli hiyo na waweze kupata riziki, na kwa kufanya hivyo tutapunguza tatizo la ajira liliopo ndani ya jimbo letu. CCM hoye, CCM safi. Mtafanya vivyo hivyo kwa miradi mingine kama bomba la mafuta, barabara zetu, pamoja na miradi ya maji ya ziwa Victoria lakini pia makampuni hayo yanayofanya kazi ndani ya maeneo yetu, ipo sheria pia na wabana ambao wanatakiwa wachangie CSR. CSR ni kifupi cha corporate social responsibility, wajibu wa makampuni hayo kushiriki katika shughuli za kimaendeleo za jamii. Hivyo basi, wajibu huo lazima utimize. Hatuwezi kuwa na miradi mikubwa kama hiyo unatembea kwenye shule ya msingi moja, unakuta watoto wanakaa chini, hatutakubali na mimi nitahakikisha kama mbunge inasimamia hilo. Ni lazima kila mtu atimize wajibu wake. CCM, oye! Bukene, oye! Bukene safi. Ndugu zangu, ndani ya jimbo letu la Bukene na mji wetu wa Bukene ambao ndio makao makuu ya jimbo, nimejipanga kuhakikisha kuwa mji huu sasa tunafahamu ni mji mkongwe, ni mji wa zamani sana, ni mji wenye ya historia yake, lakini ni lazima sasa tuanze kufufua, tuwe na mji wa kisasa ndani ya jimbo la Bukene. Mara baada ya kuapishwa, mguu wa kwanza utakuwa kwa mkurugenzi wa halmashauri, lazima tukaanze upimaji wa viwanja ndani ya mji wetu wa Bukene, tukatenga maeneo kwa ajili ya viwanda tukatenge maeneo kwa ajili ya makazi mapya, tukatenge maeneo kwa ajili ya biashara, tukatenge maeneo kwa ajili ya taasisi za umma. Tafadhali usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kutoka hapa Kim Media.